Taasisi tatu za umma zikiwemo za sekta ya afya, elimu na mahakama pamoja na madhehebu matano ya dini katika halmashauri ya wilaya ya Sengerema na Buchosa mkoani Mwanza zimepatiwa msaada wa mabati elfu moja yenye thamani ya shilingi milioni 42 kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo kwa ajili ya kuwezeka majengo ya taasisi hizo ili zianze kutoa huduma za kijamii kwa wananchi. Mabati hayo yametolewa na wadau mbalimbali ikiwemo kampuni ya Global Publishers Limited, limited MMI Steel Limited ya jiji la Dar es Salaam. Pamoja na mkazi wa kijiji cha Bupandwa Andrew Shigongo, kwa shule tatu za msingi za Sengerema, Nyamimina na Mwangika ambazo zimekabidhiwa jumla ya mabati mia tatu huku zahanati ya kijiji cha Bupandwa ikipatiwa mabati mia mbili na mahakama ya mwanzo ya Bupandwa ikikabidhiwa mabati sita yatakayotumika kuwezeka chumba kidogo kwa ajili ya mahabusu. Aidha, kwa upande wa madhehebu matano ya dini likiwemo kanisa Katoliki katika vijiji vya Bupandwa Buliahelu, Bulolo, Iligamba, Kasheka na Italabusiga nayo yamenufaika na msaada huo wa mabati yenye urefu wa futi kumi, geji 28. Tuiangalie video ya tukio zima. Nashukuru kwa kuisaidia hospitali yangu ya Bupandwa kwa kuipa mabati. Hospitali hiyo ina kazi kubwa, kwa sababu inahudumia kutoka Trabsiga Buriya Heru, pia atakafunzo, ina wagonjwa wengi sana. Mpaka Chamanyete inakuja mpaka pale, ina wagonjwa wengi sana nasi, pia kwa msaada wako, tutajitahidi kadiri iwezekanavyo, kati ya miezi mitatu minne tutakuwa tumeshakamilisha hilo jengo. Hizi ni kuonyesha wazalio wa Sengerema wako wazalendo kiasi gani. Na baada ya hapa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta John Joseph Pombe Magufuli, kupitia vyombo vya habari, angalia hili tukio, na wewe wakati unapita unaenda Chato, basi naomba mkono wako tushikane mkono kwa ajili ya kuunga mkono nguvu ya Eric Shigongo. Kwa hiyo kumbe, tunaalika wadau wote wenye mapenzi mema kwa ajili ya kutuunga mkono. Wananyapunkano tunayo maboma zaidi ya sita ambayo yanahitaji msaada Hali ya wananchi si nzuri sana, lakini wamejitahidi, wametumia nguvu zao, akili zao kwa ajili ya kuinua haya maboma na wanaendelea. Lakini kupitia vyombo vya habari bado nakaribisha wadau wa maendeleo waweze kuisapoti Sengerema yetu, waweze kuisapoti Nyampukano yetu waweze kusupport shule zetu. Na huo ndio mwisho wa habari hiyo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, kuzipata habari kama hizi za kijamii pamoja na matukio mbalimbali, usisahau kusubscribe chini ya video hii, bofya ya sehemu iliyoandikwa subscribe na uwe umejiunga kwenye familia ya kidigitali. Kutokea hapa jumba la habari Global Publishers, sina la ziada, ni watakii wakati mwema. Facebook na Instagram at Global Publishers, usisahau kutufollow upande wa Twitter ni at Global habari, na utakuwa umejiunga na familia ya kidigitali kwa kutufolo na utapata habari punde tu zinapotokea.